Afisa katika jeshi la ulinzi la nchi ya Tanzania na hapa kwa dhati kwamba nikiwa mzalendo nitakuwa mwaminifu kwa nchi yangu, nitatumikia nchi yangu, nchi yangu. Katika utumishi wangu na katika chio chochote, nitatii sheria kanuni namni zote zokuishatolewa na zitakazotolewa mara kwa mara na wakuu wangu Nitafunza na kuzosha nidhamu nzuri, utiifu, uhodari na uaminifu maafisa na askari watakuwekwa chini ya uongozi wangu. Nitailinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitamtii, nitamlinda, kumtumikia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu.